Shirika la ndege la Emirates limetangaza mpango wa kuajiri marubani wapya zaidi ya 1500 ndani ya kipindi cha miaka miwili ijayo kama sehemu ya mkakati wake wa upanuzi wa kimataifa. Tangazo hilo lilitolewa katika Siku ya Marubani Duniani, huku shirika hilo lenye makao yake Dubai likiwatunuku marubani wake na kusherehekea mafanikio ya mpango wake wa Accelerated Command. Shirika hilo linaloendesha shughuli zake kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai linaendeleza kasi ya mpango wake wa kuendeleza marubani wa ngazi ya first officer, ambapo zaidi ya marubani 80 kwa sasa wako njiani kuelekea cheo cha captain. Marubani wapya watajiunga na jumuiya ya wafanyikazi wa wa ndege ya Emirates yenye wanachama 4,600 na watapata vifurushi vya malipo vyenye ushindani. Marubani wa Emirates huendesha moja ya fleet za kisasa zaidi za ndege duniani zenye ndege 261 kubwa za mwili mpana ikijumuisha Airbus A380, Boeing 777 na Airbus A350 iliyozinduliwa hivi karibuni. Wataalam hao usafiri wa anga usafiri kwenda zaidi ya maeneo 148 katika mabara sita wakiunganisha miji mikuu kama vile San Francisco na Sydney huku pia wakihudumia maeneo ya kupendeza kama vile Maldives na Mauritius. Emirates wapatia marubani wake vifurushi vya malipo vilivyo kamili vikiwemo mishahara isiyo katwa kodi na mafao ya kushiriki faida. Usalama wa kifedha unajumuisha pia mipango bora ya mafao ya uzeeni, mipango ya kustaafu na bima ya maisha, afya na meno. Maisha ya kila siku ya kazi yanajumuisha usafiri wa magari ya kifahari kwenda na kurudi kazini huku makazi yakitolewa katika nyumba kubwa za kifahari ndani ya maeneo yenye ulinzi. Likizo ya siku 42 kila mwaka huwapa nafasi nzuri ya kusafiri binafsi huku tiketi za daraja la kwanza au daraja la biashara zikitolewa kwa familia karibu, na punguzo kubwa kwa jamaa na marafiki. Mfumo wa ratiba za kazi za Emirates ulioboreshwa huwaruhusu marubani kuomba na kubadilishana njia wanazopendelea, jambo linalowezesha kuhudhuria matukio muhimu ya kibinafsi. Usawa huu kati ya kazi na maisha binafsi ni faida kubwa katika soko la ajira la usafiri wa anga lenye ushindani mkubwa. Marubani wa Emirates hupokea kadi ya Emirates Platinum inayowapa upatikanaji wa maelfu ya punguzo kutoka kwa bidhaa za kifahari, maduka, vilabu, vivutio vya afya na maeneo burudani ndani na nje ya nchi. Faida hii huenea pia kwa wategemezi wao, ikiboresha maisha ya familia kwa ujumla. Upanuzi wa Emirates umechochea kampeni kubwa ya kimataifa ya uajiri inayolenga marubani waliobobea kwa programu nne tofauti: nahodha wa kuingia moja kwa moja, yaani direct entry captains, accelerated command maafisa wa kwanza waliofunzwa kwa ndege fulani yani, type-rated first officers. na maafisa wa kwanza wasiokuwa na mafunzo ya ndege fulani yani, non type-rated first officers. Ku mapema mwaka 2022, karibu marubani 2000 wapya wamejiunga na shirika hilo, ikionyesha kasi nzuri ya uajiri. Mpango wa sasa unalenga kuajiri marubani zaidi ya 550 mwaka huu pekee, huku kampeni za uhamasishaji zikitarajiwa kufanyika katika zaidi ya miji 40 duniani kote. Mafanikio nchini Italia, timu ya uajiri itaendeleza kampeni yao barani Ulaya kwa vikao vijavyo nchini Norway, Finland na Sweden mwezi huu.